Vipi hapa sasa? Kipenzi changu, mimi nafanya haya yote kwa sababu ya kukupenda tu. Na Tariki ni rafiki yangu wa muda mrefu sana hatujawahi <laughs> kuangushana. Leo mi namsaliti sababu ya kakowee kimpenzi. Unajua nini, mimi hapa unavyoniona, sijawahi kumwahidi mtu kitu nisikitimize. kuwa na amani tusaa, okay. iko hivi, pale unavoona pale pale ndo kwa tari hapo unavoona, hiyo nyumba hiyo hapo ndo katariki, lakini nenda pale, hakikisha baadaye unakuja nyumbani usije kuangushana, maana sasa hivi naenda kuchuma mananasi kule shambani. Kwa hiyo itaidi basi. Sawa bebi, mi nitakuzingatia, sijaikosoiwa. Haya madae, mtoto huyu Mimi ah, sina siku nyingi sana. Kiufupi, mimi sio mwenyeji wa hapa. Nilikuwa ah, nakaa kati kijiji cha jirani hapo. Nilikuwa naishi na baba na mama, ila bahati mbaya baba akafariki. Baada ya baba kufariki, mama akaolewa mjini, na, mm -hmm. na kule ndiko kaa ni maana, nilikuwa nakaa mwenyewe. Baada ya mama kwenda mjini, maisha yalikuwa magumu sana kwa upande wangu sasa Blaza akanonea huruma sana, mimi mdogo wake, akaamua kuniita tuje tuwe tunakaa huku tufanye maisha kwa pamoja. Oh, pole kwa hilo. Asante. Pole kwa kumpoteza baba. Asante. Naweza nikakuulize kitu? Niulize, sijali. Una mahusiano? Una mahusiano? Mahusiano? hmm. Oh, mahusiano ma, sina bado mpaka umri huo yani, shida. Sisi familia yetu au ukoo wetu haturuhusu mahusiano, bali sisi tunaruhusiwa kuoa moja kwa moja, na ndio maana unatukuta sisi vijana wa kijijini tumetulia sana, masuala ya kuwa na mchumba pembeni, sijui mwanamke, hapana. Hey, mpaka tena tuoe? Mpaka uoe jamani. Hmm, mi nahisi ni swala la kuiongea tu hilo si kijana na mzuri sambua naona nas pak wa kwenda. Una mpenzi vipi? Unakaa kizembe hivyo. Sawa, nimekuelewa lakini. Aa, leo mbona umeamka kinyonge tangia asubuhi? Sikuelewi. Alafu shoga yako leo sijamuona tangia tuamke mpaka sasa hivi. Shoga yangu mdogo wangu kumbe ule mdogo wako? Yaani mlivo livo mimi nakaa mtu wa shoga yake, mdogo wangu lakili kuzaliwa. Ah, leo sijamuona, sasa sijui yuko wapi, mdokenda babaani mara moja. mimi shapo konta tayari. Hapana, ila natumai utaelewa ile swali nilokuuliza, eh? Sawa, haina shida Jo, karibu kikweli kaka. Mi nashukuru shukuru sana. Uh, halafu nimekumbuka kuna demu mmoja alikuja kukuulizia hapa. Demu kipi hicho kaka? Yule demu wako wa mwisho kumleta yule Kaka, yule demo ananidai elfu, hizo elfu mbili elfu mbili? Kwa hiyo mwanangu, hizi mbilinge mbilinge zote, kwa sababu ya shilingi elfu mbili mbili, hiyo kaka bwana, elfu kumi na tano kamtia kumi na tatu, akaona nifurahisha sana, sema nini taliki Mambo mengine punguza, yani wezekana nataka kuja kuharibu ndoa yako kwa sababu ya shilingi elfu mbili. Usije siku moja ukajaribu, ukamwelekeza hata ninapoishi. Kaka siri, mi na wewe shemeji yako unamjua. Oh, akija kujua shemeji yako pita umana afu tutakuwa. Nafikiri unanijua vizuri tari, mi nawe ni mshikaji wa siku nyingi sana, kwa hiyo kuhusiana siri zako na mimi hata usio na wasiwasi kuhusiana siri tu, kaka mimi nakaba mwanaume, nakaba ambaye ndio hapa inahifadhi vitu. Sawa kaka, basi mi nakushukuru sana. Mi nilikuwa napitapita hapa, unajua tena, kakuwa mnajipa. Basi ngoja kwenye mitikasi yangu yao. Mm, ujana bwana, yaani <muchas> <muchas> elfu mbili tu elfu mbili, talike amezidi eh. <muchas> ubahili Takuwa ni mgeni hapa kijijini, sindio? Ndio, mi ni mgeni oh, Umependeza sawa. Unajua hapa kijijini mi ndo ensam peke yake hapa pote hapa sawa. na shida moja tu, niko tayari kwa gharama yoyote laki. Sawa, nahitaji pezi lako, uwe ni mzuri bwana, nahitaji kuwa na wewe yaani uwe mama, mama ndani kabisa, uwe tulizi moyo wangu Yaani we hata unijui, unaweza kupalamia palamia watu. Haya, nikuulize bwana, wewe nani alikwambia mimi nina nia kuolewa sasa hivi, kuwekwa ndani, sijui niwe mama wa ndani? Nani amekupa hizo taarifa? Mimi masuala ya kuolewa sio pigo zangu, wewe sema ulichonitia hapa. Sawa, basi nataka mpenzi wangu tu. Kwanza mimi mambo ya kutongoza sio pigo zangu, wewe niambie, una shingapi na tukamalizane. Shingapi tena? Ah sawa, kama jipesa basi niambie shingapi. nahitaji mimi, ukinipa elfu ishirini tu tunamalizana fresh. elfu ishirini? Hebu nisikiza kwa makini bwana, hiyo pesa ni nyingi sana kwangu mimi, nyingi sana. elfu ishirini? Ka nikupa elfu ishirini kweli? Sikiza, mi nitakupa pesa lakini sio shilingi elfu ishirini bwana. Haya, una shilingi ngapi? imejikakamua kakamua sana, ina pesa nyingi lakini imejikakamua kakamua sana, nitakupa shilingi elfu tatu. Sasa unajua kwanza lazima tuende kupeana wote. Nikikupa elfu tatu kuna, kuna sana gani elfu tatu unaweka kwenye maziwa yako safari ya nyumbani <tipi>, hivi baba una akili eh? Unautindia ubongo yaani, ukanipa mia elfu tatu kwa jinsi unavoniona mimi na hazi ya kupewa elfu tatu kweli? Sawa bwana, lakini unginifikiria kidogo basi, yaani kidogo tu. E, koma bana, hivi ungejua nimekuheshimu kwa sababu ya ile tumbo tumbo lako, basi nikajua yenye vitambi na huko kijijini wanaela kama kule kwetu mjini, kumbe una hata maajabu. Jamani, kweli tumbo sio hela. Tufanye sawa, elfu tatu kidogo. Sawa, sifanye chote, basi tufike mpaka nyumbani, sifanye chochote. Sawa, sifanye chote ke, tufike mpaka nyumbani, basi unishikeshike tu ni busubusu nini nini, takupa shilingi elfu mbili Unasemaje hapo? Hivi huwe mzima, una shida ya akili? Huo mda ambao mi natoa miguu yangu hapa kwenda kukushikashika naweza nikapata zaidi ya elfu mbili Sikiza nikwambiwe baba ungejua umenipotezea muda. Yaani nimekuheshimu tu sawa. Ah, nakupa mia tano busu tu hapa, nakupa mia tano busu hapa. Embwe nisikilize bwana, yaani naomba unikome, tena unikome haswa leo, iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Ukikutana na mimi barabarani usinisimamishe. Ni yani, umenichefua e baba, unajua umenichefua wewe. Yani, nyinyi kaye nikupiwa elfu ishirini wewe elfu ishirini kumi kumi mbili tano tano nne, pote ya mbali, nenda huko. Eti na bado wako shule, managonganisa mabwana

Hatuna shida na kusikiliza hivi shemu, kwa mfano mtu anataka kukupa wewe ukakataa, anataka kunipa nini? Kwa sababu uh, inategemea unataka kupewa nini. Sio kila kitu unakubali kubali tu unachopewa, namaanisha mtu anakupa zawadi nzuri, hey, anakupa kitu kitu kitamu kama anataka kunipa kitu kizuri kitamu, mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Hakuna binadamu anayependa kitu kibaya hakuna, kila mtu anapenda kitu kizuri. Kwa hiyo mimi, kama mtu ananipa kitu kizuri, siwezi kukataa, lazima tu nitakubali. Kwa kitu kitamu, kitu kitamu, shemu wewe. <laughs>

tuseme dunia na wapiga teke, mana wana haya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala tunapanga, tungame tumekomola tende miujiza, wenda tafuta jaka, wataacha umalaya, hawana stara, hawana ustarabu, watolewa vihaibu